Waziri wa usalama wa ndani, Kipchumba Murkomen ametangaza kuanza kwa operesheni ya kiusalama chini ya saa 48 Laikipia Kaskazini. Wakazi wanasema silaha zao zilichukuliwa katika operesheni zilizopita huku majangili wakiendelea kumiliki silaha zao, jambo ambalo limesababisha mashambulizi mengi yanayoshuhudiwa. Hata hivyo, wengi wanasema si mara ya kwanza kwa ahadi kama hii kutolewa, maagizo kutolewa na waziri, wakisubiri kuona iwapo safari hii itafaulu. Sharon Kongea anaarifu. Laikipia Kaskazini imeathiriwa na ukame huku mashambulizi ya majangili yakilazimu mifugo kuhamishwa na kuacha nyanda zikiwa kimya. Kwa wiki mbili sasa, wakazi wameishi kwa hofu huku baadhi wakikimbia makazi yao. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya mifugo sabini na tisa kuibiwa usiku wa Jumapili, siku moja kabla ya waziri wa usalama wa ndani kutembelea eneo hilo. Kaingilia saa ya saa mbili Waligonga kijana alimaliza grade 9 waligonga, walifunja mkono, wanakanyanga ambapo inashikana mpaka damu inatoka mapua na masikio, hiyo kijana sasa. O sa so, unaona hatuna usaidizi yeyote. Hali bado ni mbaya. Shule tano zimefungwa kwa muda wa wiki mbili sasa, jambo lililosababisha kusitishwa kwa masomo katika eneo hilo. Katika shule ya msingi ya Kurum, wanafunzi 46 pekee wamerejea kati ya 221 waliosajiliwa. Sasa sina watoto kwa shule, watoto liama na wengine wako nyumbani wanaogopa waisi. Na waziri, kama watoto hawataenda shule, will be producing more bandits day in day out na mashule tumejenga hapa yote watu watoke, watoto wapate haki yao. Katika ziara yake, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alitangaza kuwa oparesheni ya kiusalama na zoezi la kuwanyang'anya silaha majangili lingeanza chini ya saa arobaini na nane hata hivyo, wengi wanasema si mara ya kwanza kwa operesheni kama hiyo kutangazwa. Kasiburi basi, kwa maana sasa sisi tukisikia maneno yake na wale waishi hawasikii, nikasiburi kwa maana nyinyi mkienda watu nakuja kuvamia sisi leo usituahidi ni vizuri pia epoa iingie mashinani ione nyinyi ni binadamu. Kazi yao ni kuchunguza askari, kusumbua askari, lakini hawataki kuchua vile nyinyi mnasumbuliwa na majambazi. Waziri pia akitangaza kuwa shule zilizoathirika zifunguliwe. sisi tutakuja hapa, hiyo jambazi yote na hiyo buduki wako nazo na hiyo ng'ombe wameficha kule, hakuna ile tutabakisha huko, kama wewe uko kwa hiyo mkokodo forest na unajua kwamba we ni mpenda amani, uko na bunduki urudishe chini ya masaa nane yenye iko mbele, kwa sababu yenye itafuata nyinyi wote ambao mnajificha pale na mifuko ya wananchi Mtavaminiwa na serikali na kwamba operation itaanza officially katika sehemu hiyo. Huko viongozi wakiendelea kuahidi kuchukua hatua za kuwafurusha majangili kutoka msitu wa Mukogodo, wakazi wanasema wanaweza tu kutumaini kuwa safari hii ahadi hizi zitatekelezwa hatimaye. Sharon Mkonge, Runinga ya Citizen, kaunti ya Laikipia.